92 au 0678813891. Asante kuichagua Sauti Kuu TV online kuwa kituo chako bora cha habari asubuhi ya leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D Simba. karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka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 kwa pamoja tunakuletea hewani magazetini leo, kipindi pekee ambacho kinakujia kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu, dakika 30 tu za kuangazia yale yaliyojiri yakaandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti tofauti, na hayo yamethibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Karibuni, nitegee sikio lako, nikianza na sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za uh, kitaifa na kimataifa, kisha utajipatia nakala hapo baadaye, na kama nakala basi utatembelea kurasa za mitandao ya kijamii kupata habari kwa kina na kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako. Kwa maana nyingine, haujaikamata vilivyo kidijitali zaidi. Nianzie gazeti Mwananchi. Habari kubwa inasema mrithi wa Jenista Mhagama, sekeseke latikisa, Takukuru yaingilia. Mrithi wa Jenista huko Peramiho ni sekeseke, seke linatikisa Takukuru yaingilia. Rushwa yatajwa kutumika, kura za mtoto zazusha bala, wa Jenista za zusha balaa, akiwabwaga washindani wake 26, mwenyekiti CCM mshindi wahojiwa TAKUKURU ni baada ya makada kumwaga mboga mitandaoni. Bali imetajwa ukurasa wa nne gazeti e, Mwananchi. Mrithi wa Jenista Peramiho, sekeseke latikisa TAKUKURU yaingilia. Wazee wataja mambo manne kuponya taifa. Haya, vyoo stendi ya Magufuli havina maji abiria wa ha, ha. Unaambiwa vyoo katika stendi ya Magufuli havina maji abiria wa haha. Kauli za Trump zaitibua e, zaitibu dunia UN njia panda, bari hii pia imetajwa katika ukurasa wa tano. Vile vile ukurasa wa vile vile ukurasa wa pili wa gazeti Mwananchi umeandika, Mwigulu awashika pabaya vigogo. Haya na mengine mengi utayapata katika gazeti Mwananchi. Mimi naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia gazeti Mwana Habari gazeti bora ukurasa wake wa mbele umepambwa na habari inayosema: Dr. Mwigulu, kazi zote zifanyike Dodoma. Aagiza taasisi zote za serikali kwenda kufanya shughuli zao ndani ya jiji hilo, asema itasaidia kurahisisha huduma kwa wananchi na kuwafahamisha kwamba ndio makao makuu ya nchi. Dr. Mwigulu aagiza kazi zote zifanyikie mkoani Dodoma, makao makuu ya Tanzania. Dkt Samia kusherehekea birthday kupanda miti Zanzibar. Mshindi wa mtoto Jenis wa Jenista Mhagama waingia dosari, TAKUKURU wajitokeza. Habari nyingine nasema Ndajembi awasihi ma rc na ma dc, mradi wa trilioni 1.5 ni wa utekelezaji wa agizo la rais Samia kufikisha umeme vitongojini habari hii ni kamili haswa, katika ukurasa wa pili wa gazeti Mwanahabari. Huu ni ukurasa wa mbele wa gazeti hili, upande wa habari za kitaifa e, na kimataifa. Lakini ukurasa wa mwisho Mwanahabari bwana limeandika Yanga El Ahali kuonyeshana ubabe leo. Sawa ibenge nyota wangu wako tayari kwa CAF, e, CC CAF Confederation Cup, akimaanisha hivyo. Ikumbukwe Yanga anapocheza leo na Al Ahly eh, michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika katika kundi lao, Yanga wana pointi nne, kadhalika Al Ahly wana pointi nne vile vile. Je, nani ataibuka mshindi katika mchezo huu wa leo? Tutumie maoni yako, karata yako waitupa wapi? Eh, Taiba Majogoro watajwa kuibeba KMC, mbea kwanza ya shusha Tonombe Moroko habari hii imetajwa hapo baka ajipo matumaini ya ushindi Tunisia. Vile vile habari hii imeelezwa katika ukurasa eh, wa mwisho wa gazeti hili. Anaitwa Filipi anasema, Yanga ana pigwa tatu. Asante kwa kututumia ujumbe wako, basi tusubiri tuone. Wamachinga bwana eh, sauti ya wanyonge limeandika TRA kivutio kimataifa. Sudan Kusini kushirikiana nayo haya, kuanza kutumia bandari ya Tanga na Dar, mifumo ya TRA kusomana kwenye udhibiti na ukwepaji kodi. Haya, Mwigulu aagiza kazi za serikali kufanyika Dodoma, asisitiza taasisi za serikali zinapaswa kufahamu kwamba makao makuu ya nchi ni Dodoma, basi hivyo majukumu ya kiserikali yanapaswa kufanyikia mkoani humo. Haya, Ndejembi anasema trilioni 1.5, za umeme vitongojini, ma RCDC simamieni kwa ufanisi. Hospitali ya rufaa Dodoma ya tatu, eh, ya tatu kwa upasuaji wa mifupa mirefu duniani. Wabunge wapongeza NIRC kwa mageuzi ya kilimo cha umwagiliaji, habari hii ikitajwa katika nakala hii ya gazeti wa Machinga. Dr. Samia kusherehekea birthday kupanda miti Zanzibar, habari hii imeelezwa pia katika ukurasa wa tatu wa gazeti wa Machinga, ukurasa wake wa mbele. Lakini vile vile ukurasa wa mwisho wa gazeti wa Machinga, yaani wamachinga sporti, limeandika kocha Simba atamba kupata ushindi Tunisia. Yanga Al Ahli, mechi ya kibabe CAF Champions League leo. Mem, tunajipanga mechi zijazo Ujenzi wa Samia Suluhu Suluhu Stadium wanogesha Arusha. Ujenzi wa Samia Suluhu Stadium wanogesha Arusha, wa Samia, Stadium, Arusha. Mukoko, moloko watua championship kunaye Mukoko, lakini vile vile moloko hawa wote watua championship. Naondoka hapo nikiangazia gazeti uelekeo leo yetu ndio kesho yetu, ukurasa wake wa mbele ya habari iliyokolezwa wino hasa inasema Dkt. Mwigulu, makao makuu ni Dodoma, asisitiza kazi zote za serikali zifanyike Dodoma. Habari hii imepatiwa kipaumbele katika nakala ya gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Haya, kuzindua mv New mwanza leo e, Mwigulu huyo atazindua mv New mwanza hii leo. Habari hii pia utaipata katika gazeti hili Kiongozi, anasema pensheni wazee wa bara Inafanyiwa kazi, apokelewa kwa kishindo huko Ikungi. Habari hii ikitajwa katika ukurasa wa e, mbele wa gazeti Uelekeo. Rais Samia kuadhimisha birthday kwa kupanda miti sawa, habari hiyo imeelezwa vilevile. Hapo naondoka hapo nikiangazia nakala hii ya gazeti Uelekeo Sport michezoni. E, limeandika yanga kuvunja mwiko Al-Ahli kwao. Swali kwa mujibu wa gazeti Uelekeo e, michezoni kwamba je Yanga kuvunja mwiko wa Al Ahli huko kwao yapania kufanya hivyo leo kule Alexandria, uwanja ambao utachezewa mchezo huo badala ya ule ambao ulitajwa hapo mwanzo. Simba yazidi kushusha vyuma. Sawa, Singida Black Stars imarisha kikosi chao. Ujenzi wa uwanja wa Dr. Samia washike kasi huko jijini Arusha. Naondoka hapo mtazamaji, nikitupia macho gazeti Mtanzania leo. kazi ni kipaumbele chetu, nami naipa kipaumbele kazi yangu asubuhi ya leo, na ndio maana huko hapo kunifuatilia. Butiku atakiwa kungatuka Mwalimu Nyerere Foundation. Butiku atakiwa kungatuka Mwalimu Nyerere Foundation, Butiku, Mwalimu Nyerere, e, Foundation. Habari hiyo imetajwa hapa, shauriwa kufuata nyayo za Nyerere kuondoka kabla ya kuchokwa <laughs> achie kizazi kipya kuiongoza na maono mapya, aongoza taasisi hiyo miaka 30 mfululizo tangu ianzishwe. Wahariri wasema hiyo sio taasisi ya familia bwana, apumzike. Na hii si kwa Butiku peke yake, na wengine ambao wako katika taasisi na sekta mbalimbali, tena ngazi vijana pate ajira NSSF yatoa uh, kongole kwa wastaafu mkoa wa Iringa. trilioni 1.5 za umeme vitongojini, Ndejembi awasihi RC si MDC kusimamia kwa ufanisi mradi haya. Mtambo wa Kathlab waleta mapinduzi ya tiba ya kiharusi Moi. Habari hii imetajwa katika gazeti Mtanzania. Uh, leo kazi ni kipaumbele chetu huku naibu waziri aitaka WMA kusimamia sheria kulinda walaji. Habari hii imeelezwa vile vile katika nakala hiyo, e, gazeti Mwanaspoti, gazeti la kimichezo na burudani limeandika ngoma ngumu, baka na kibarua agusia ishu ya chama, kurasa wa pili na wa kumi na mbili unaeleza haya. Habari nyingine nasema, wala msihofu depu pakome, wabeba tumaini. Wala msihofu depu pakome wabeba tumaini bwana, ni leo saa moja kamili usiku. Eh, mchezo huu ukipigwa huko uwanja wa Alexandria, Al Ahly vs Yanga Sports Club, watoto wa Jangwani. Haya, naondoka hapo nikiangazia gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti Raia Mzalendo inasema mtoto wa Jenister Mhagama aibuka kidedea ubunge Peramiho kuna madai ya kuitwa TAKUKURU kuhojiwa kwa rushwa, lakini vilevile ushindi wake wazua manung'uniko mitandaoni. Naondoka hapo nikiongeze habari nyingine nasema, Alex Msama Ben Mwita wa Sako na Takukuru kwa uhujumu uchumi. Naibu waziri Londo aitaka WMA kulinda walaji. Tanzania ipiga hatua kubwa matibabu ya kiharusi kupitia Moi. Sawa habari nyingine nasema: chokochoko za kutaka Butiku ang'atuke, Nyerere Foundation za Shamiri, wanaotaka ngoke wasema amekuwa sultan wa taasisi hiyo. Haya, bwana. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, ninao uhuru wa kuangazia habari zake, na habari yake kuu inasema Butiku ataka Watanzania kuendeleza mshikamano licha ya wengi kumtaka aondoke. Lakini ye mwenyewe anataka Watanzania kuendeleza mshikamano, ni baada ya vurugu za Oktoba 29, asisitiza umuhimu wa kutafakari yaliyotokea kwa utulivu, busara na kwa kuzingatia misingi iliyoijenga Tanzania. habari hii Meambatana na habari picha hapa ikimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na ujumbe wa vijana wa Kitanzania wanaoishi nchini Oman ulioongozwa na kiongozi wao Khalid El Barwan, ikulu ndogo ya Tunguu hapo Zanzibar. Habari hii imetajwa kama habari picha iliyoambatana na habari kuu katika nakala hii ya gazeti Majira, gazeti huru la kila siku mtindo e, mitindo ya namna hii inavyoboresha ushauri wa kifedha. kama tenekale yako hujipatie mtindo wako TRA SSRA e, kuanzisha ushirikiano wa masuala ya kodi. Habari hii imetajwa vile vile katika ukurasa wa pili. TMDA yafafanua dawa zilizo e, dawa zilizozungumziwa wakati mmoja. Nchi saba kujiunga bara la amani la Trump <laughs> Haya, nakala hii imetaja licha ya lawama nyingi katika eh, mitendo ya kijamii na mataifa mbalimbali kuhusiana na kauli za rais huyo Marekani, lakini gazeti majira linakwambia nchi saba kujiunga baraza, kumradhi na si bara, baraza la amani la Trump. Tunataka kazi za serikali zifanyike makao makuu ya nchi hii, ni kauli ya kwake Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mm-hmm. Daktari Mwigulu Nchemba. Haya, trilioni 1.5 za umeme vitongojini, ndiye jembi anayasema hayo. Habari hizi zinajirudia mara kadha wa kadha. Samia kuongoza upandaji miti siku ya kuzaliwa kwake, sawa. Majira michezoni limeandika Yanga Al Ahli, mechi ya kibabe leo CAF Champions League. Waarabu kupeleka mashabiki bure, wachezaji Yanga waapa. Haya, Simba waisasambua Esperance, kukipiga kesho ni habari pia ambayo imeelezwa katika nakala hiyo. Na hamia gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Gazeti hili likiandika Rais Samia kutumia siku yake ya kuzaliwa kutunza mazingira. E, sawa habari picha ya ukurasa wa mbele wa gazeti Taifa Tanzania ni waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete akiwa mbele ya tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 katika ukumbi wa BOT Eh, jijini Dar es Salaam. Habari picha inamwonyesha akiongoza kikao hicho, waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete. Haya, Dkt. Mwigulu ataka shughuli za serikali zifanyike Dodoma. Haya, habari hii nimekwisha kuiangazia katika eh, nakala tofauti tofauti. Sasa Tanzania Sudani kusini kuanzisha ushirikiano wa kikodi Eh, Mavunde aweka msimamo mkali migogoro ya madini, achilia mbali nakala hiyo. Upande wa habari za kitaifa na kimataifa, michezoni pia limeandika hatukuja kuogopa bali kucheza mpira, ni kauli ya kwake Kocha Pedro. Anasema hatukuja kuogopa bali kucheza mpira, nasi tunatamani kushuhudia mkicheza mpira. Historia ya usajili inaibeba Singida Black Stars Simba Uh, kushusha kiungo kutoka ligi ya Kamerun. Al-Ahli watambulisha kikosi dhidi ya Yanga, kurasa wa 14, umeorodhesha kikosi hicho uh, kitakachoingia dimbani leo kukichakaza na watoto Jangwani. Nipashe, Mwanga wa Jamii gazeti limeandika vurugu Oktoba 29, wazee wanasema idadi vifo ieleweke. Sasa ieleweke lini? eh, idadi vifo ieleweke vurugu eh, Oktoba 29 zinaweza eh, idadi hii inaweza ikaeleweka, lakini ikachukua muda mrefu. Sasa pengine labda kungekuwa na kikomo cha wakati, sifahamu. Labda habari hii imeandika kwa kina, basi kamate nakala yako uangazie, ili kujibu maswali ambayo na mimi najiuliza hivyo hivyo. Wacharuka wakidai kuna vikohozi vitatu vingine vinavyoambatana nayo eh, kuvifanyia kazi. Kitendawili wagusa katiba mpya na tume ya maridhiano. Haya bwana, mimi kazi yangu ni kukuangazia tu kile ambacho kimeshakwisha kuandikwa na waandishi wa magazeti haya na kuthibitishwa na wahariri kuwa hayo yafaa kwa umma. Pensheni kwa wazee, sheria mahari vyatikisa mkutano <laughs> wa CCM yeah. Pensheni kwa wazee sheria mahari vya tikisa mkutano wa CCM. Miongoni mwa habari ambazo sihitaji kukusisitiza kuzifuatilia <laughs> ni pamoja na hii ya pensheni kwa wazee, sheria mahari vya tikisa mkutano wa CCM. Viongozi wote kijijini wajiuzulu wakidai kukandamizwa. kijiji gani? E, basi ukurasa wa tatu unaandika tunakaribisha barua na maoni ya wasomaji kupitia namba ya WhatsApp. Nipashe limeandika hivyo, ndoto ya mtei sasa inaonekana wazi. hii ni kauli ya kwake heche, mama anasema bora nione hata kaburi lake tu nifarijike. nakala hii imeitaja imetimu miezi tisa, bado analia na utata alivyotoweka bwenini, akidai kuna uchunguzi butu, polisi serikali ya washa moto haya, mganga mkuu wilaya, mwenyekiti wa chama mbaroni kwa rushwa, Rais Samia kupanda miti siku yake ya kuzaliwa, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Nipashe michezoni mtazamaji, limeandika baka bwana, anasema Simba tumekuja vitani, mm, si vinginevyo. Kurasa 23 gazeti hili unaeleza Yanga Uh, sports club full kujiamini, ikivaa Al Ahli. Kocha Pedro weka wazi hawatawaogopa wapinzani wao, leo kucheza mpira wa kasi mwanzo mwisho. na ndio mwisho wa magazetini leo kutokea hapa sauti kuu cool TV. Mtazamaji, asante kuwa nami kuanzia mwanzo hata tamati. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita double D, si mbaya. Magazetini leo ni kipindi ambacho kinakujia hewani kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu, tukiangazia yale yaliyojiri, yanayojiri na yanayotarajiwa kujiri, yaliyoandikwa na waandishi mbalimbali katika nakala za magazeti tofauti, na hayo yamethibitishwa na wahariri kuwa yafaa kwa umma. Kazi yangu ni kukusogezea tu, na kama unapata utata, kuna habari haujaikamata vilivyo, ama wahitaji kwa kina basi kamatanakala mkononi mwako ama kidijitali, basi tembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako huko habari hizi pia huandikwa. Kama bado si mdau wetu, unaweza kuwa mdau wetu sasa, subscribe. Kwa wewe ambaye unatufuatilia eh, kupitia matangazo ya sauti kuu tv online, hakikisha una subscribe na eh, kubonyeza alama ya kengele. Unaweza kutufuatilia pia kupitia mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook, uh, TikTok na mipia naweza kunifuatilia huko huko basi, pale Instagram utanipata kama Dorcas_daniel255 na TikTok basi utanipata kama Double D. Nitoe shout out kwa wote ambao wanatufuatilia pia kupitia mitandao eh, ya ya kijamii mbalimbali ikiwemo eh, TikTok, Instagram na mitandao mingine. Kamara kwako, hatuna muda hapa, saa ifikapo saa E, saa mbili tumekwisha kula muda wa mtu, saa mbili hii. Basi endelea kuitegea sikio Sautikuu TV, kwani Sautikuu Sports itakuwa hewani hivi karibuni